Lakini kwa Kajiado hali ilikuwa tofauti. Manake taharuki imeendelea kutanda katika eneo la Kibiko kaunti hiyo kufuatia makabiliano makali kati ya maafisa wa polisi na makundi mawili ya kijamii yanayozozania ardhi ya ekari 2,800 eneo hilo. Aidha watu saba wanazuiliwa na polisi wakisubiri kushtakiwa kwa kuzua ghasia hizo zilizosababisha kifo cha polisi mmoja na kuacha wakazi kadhaa na majeraha. Ben Kirui anaarifu zaidi. Wanaduwa kwetu, wanaduwa kwetu. Video hizi za mwanagenzi zilizonaswa na wakazi siku ya Krismasi zinaonyesha hali mbaya ya kuongezeka kwa mzozo wa ardhi huko Kibiko, eneo la Ngong, kaunti ya Kajiado. Ghasia hizo zinahusiana na shamba la ekari 2,800 linalozozaniwa na makundi mawili yanayopigana ndani ya kundi la kijamii la Kikonyoike. Mzozo huo uligeuka kuwa umwagaji damu wakati maandamano yalipozuka, huku polisi wakisimamia zoezi la ugavi wa ardhi. Afisa mmoja wa polisi aliyetambuliwa kama Ethan Wafula aliuawa baada ya kushambuliwa alipokuwa kazini, raia kadhaa wakijeruhiwa katika makabiliano hayo, huku pikipiki piki mbili zikichomwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Agnes Kimer ambaye alipata majeraha kifuani baada ya kupigwa na risasi ya mpira. Analituhumu kundi pinzani kwa kuongoza ugavi wa ardhi kwa njia isiyo halali. Risasi ilinipata wakati nilikuwa nimeenda kuokoa watoto na kuambia askari wasidhuru watoto wetu. Hata hivyo, upande mwingine unasema ndio unaotambuliwa na serikali na uko tayari kuendesha zoezi hilo na kutoa hati miliki kwa wanachama halali. kini cha mzozo huo ni ugavi wa ardhi hiyo inayokadiriwa kuwa yenye dhamani ya zaidi ya shilingi bilioni mia moja. Migogoro ya uongozi imekuwa ikiibua mvutano kati ya makundi hayo mawili kwa miaka kadhaa na kusababisha ghasia. Hatuwezi toka hapa kwa sababu hapa ndipo tulizaliwa na tumezalia watoto wetu. Mimi ni mjane Kufuatia ghasia za hivi punde, watu saba walikamatwa na kwa sasa wanazuiliwa wakisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu. Polisi wanasema baadhi ya vijana waliokuwa wakihusika katika ghasia hizo walikuwa na silaha na wanadaiwa kushirikiana na baadhi ya viongozi wa eneo hilo wanaopinga zoezi la ugavi wa ardhi. Pikipiki mbili zilichomwa moto kabla ya waendesha bodaboda hao kushambuliwa na mapanga. Usalama umeimarishwa katika eneo hilo huku mamlaka zikiahidi kuhakikisha zoezi la upimaji na ugawaji wa ardhi linaendelea bila vikwazo. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.